Ningependa pia nizungumzie kidogo kuhusu taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Sisi pia tunaungana na dunia nzima na kila mmoja wetu kupinga vita swala zima la u, ukatili wa kijinsia katika kuunga mkono juhudi za serikali, taasisi yangu Zanzibar Maisha Bora Foundation imeendelea kutoa huduma mbalimbali mbali kwa wanufaika 3667 ikiwa ni pamoja na kuwapatia elimu ya swala zima la kujikinga na udhalilishaji, kuwaunganisha waathirika na huduma za afya, ushauri na saa, pamoja na huduma za msaada wa kisheria kupitia kambi zetu za afya bora maisha bora. Sasa hivi pia Zanzibar Maisha Bora Foundation kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto tunatengeneza mfumo wa kidijitali utakaowezesha utoaji wa taarifa, utunzaji wa kumbukumbu na ufuatiliaji wa matukio ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia katika ngazi zote. Mfumo huo unaitwa Zanzibar GBV Case Information and Management System na unalenga kuimarisha uratibu, uwajibikaji, upatikanaji wa huduma kwa waathirika kwa ufanisi zaidi.